Katika mtaa uliotambulika kwa heshima na majina makubwa iliishi familia iliyojiona kama kioo cha mafanikio. Nyumba yao ilikuwa kubwa, yenye uzio mrefu na geti la umeme, ishara ya hadhi walioamini waliitafuta kwa miaka mingi. Kwao maisha hayakupimwa kwa furaha ya moyo, bali kwa thamani ya mali, majina ya ukoo na uwezo wa kifedha. Kila mazungumzo ya familia yalizunguka kwenye biashara, mikataba na mustakabali wa kuendelea kuwa juu kuliko wengine. Binti yao wa pekee alikulia katika mazingira hayo. Tangu akiwa mdogo, alifundishwa kuwa ndoa sio suala la mapenzi bali ni muunganiko wa hadhi. Mama yake alimwambia mara kwa mara, mwanaume unayemchagua lazima awe na kitu mkononi, si maneno matupu. Baba yake naye hakuacha kusisitiza kuwa familia yao haiwezi kujiunga na familia isiyo na jina wala mali. Maneno hayo yaliingia moyoni mwa binti kama sheria isiyovunjika. Alipokuwa alijifunza kuangalia watu kwa macho ya familia yake, kuhesabu walichonacho kabla ya kuhesabu walivyo. Alipoona mtu maskini, moyoni mwake kulijitokeza hisia ya tahadhari, si huruma. Alipoona tajiri, aliona usalama na heshima. Huo ndio ulimwengu alioujua, na hakuwahi kuutilia shaka. Hata marafiki zake walichaguliwa kwa vigezo vya hadhi. Alifundishwa kukaa kwa namna fulani, kuzungumza kwa tahadhari na zaidi ya yote kutofanya maamuzi atakayoweza kuiaibisha familia. Ndani ya nyumba hiyo furaha binafsi haikuwa kipaumbele, kilicho muhimu kilikuwa sura ya nje na sifa mbele ya jamii. Hivyo ndivyo binti alivyokuwa, akiwa amefungwa na maadili ya familia yake, akiamini bila kuuliza kuwa mali na hadhi ndizo mizizi ya ndoa bora. Hakujua kuwa msimamo huo ungekuja kumuweka mbele ya uamuzi ambao ungeitikisa imani yake yote. Kijana huyo aliishi maisha ya kawaida kiasi kwamba watu wengi hawakuwahi kumpa tafsiri ya pili. Alionekana asubuhi akitembea kwa miguu kuelekea kazini, akiwa amevaa nguo safi lakini zisizo na mvuto wa gharama. Hakupenda makelele, hakujionesha wala hakujitambulisha kwa majina makubwa. Kwa macho ya wengi, alikuwa ni kijana wa kawaida kabisa, yule anayehesabu siku kwa mshahara mdogo na kuota maisha bora kimya kimya. Makazi yake yalikuwa chumba kidogo kilichopangishwa pembeni mwa mtaa wa watu wa kipato cha chini. Samani zake zilikuwa chache, zilizochakaa lakini yenye mpangilio. Kitanda kimoja, meza ndogo na kabati la mbao vilitosha kuonyesha maisha yake ya unyenyekevu. Hakukuwa na gari lililokuwa limeegeshwa nje, wala simu ya gharama kubwa mkononi. Aliridhika na alichokuwa nacho, kana kwamba hakuwahi kutamani zaidi. Watu walipomwona walihitimisha haraka. Huyuhana chochote walinongona. Alikuwa mtu wa tabasamu la heshima na sauti ya utulivu, sifa ambazo mara nyingi zilichukuliwa kama udhaifu. Hakujibu dharau kwa dharau, wala hakujitetea alipodharauliwa. Alijua namna ya kunyamaza, na ukimya wake uliwafanya wengi waamini hana cha kusema wala cha kujivunia. Hakuna aliyefahamu kuwa nyuma ya maisha hayo ya kawaida kulikuwa na siri nzito. Hakuna dalili zilizoonyesha utajiri, nguvu au uhusiano mkubwa. Hata alipoalikwa kwenye matukio ya kijamii, alifika kwa unyenyekevu ule ule, akikaa pembeni na kuondoka mapema. Alionekana kama mtu aliyekubali hatima ya maisha ya kawaida, lakini ukweli ulikuwa tofauti kabisa. Maisha hayo ya unyenyekevu hayakuwa matokeo ya kushindwa, bali alikuwa ni chaguo. Kijana huyo aliamua kuishi hivyo, akificha asili yake ya kweli na kadri watu walivyoendelea kumdharau ndivyo pazia la siri lilivyozidi kuwa nzito, likisubiri siku moja lifunguliwe. Binti alipoanza kusikia jina la kijana huyo likitajwa, hisia zake hazikuwahi kupata nafasi ya kukua. Kila alipotafakari juu yake, sauti za wazazi wake zilikuwa za kwanza kumjia akilini, zikimkumbusha misingi aliyofundishwa tangu utotoni. Kwa macho yake kijana huyo hakuwa na kosa binafsi, lakini pia hakuwa na sifa iliyoweza kumfanya afae kuingia kwenye maisha ya familia yao Alikuwa kwa kipimo alichokizoea hafai. Alikaa mara nyingi chumbani kwake akitazama dirishani, akijaribu kusikiliza moyo wake. Lakini kila alipojaribu kujiuliza kama angeweza kumpa nafasi kijana huyo, aliona kivuli cha aibu mbele ya jamii. Alijiuliza watu wangesema nini kama angesimama kinyume na msimamo wa familia yake. Mawazo hayo yalimzidi nguvu, yakamfanya ahisi kana kwamba alikuwa amefungwa na minyororo isiyoonekana. Katika mazungumzo ya familia, wazazi wake hawakumshinikiza kwa kelele. Walizungumza kwa utulivu wenye uzito, walimweleza kwa mifano ya familia nyingine zilizodharau hadhi na kuishia kujuta. Kila neno lao lilionekana la busara, likijaa hofu iliyojificha ya kushuka daraja. Binti alisikiliza akitikisa kichwa polepole, akionyesha kukubaliana, hata kama ndani yake kulikuwa na maswali yasiyo na majibu. hatimaye alifanya uamuzi uliompa usingizi mchache lakini ulioipa familia yake amani. Alikubali kuwa kijana huyo hakuwa chaguo sahihi kwa ndoa. Aliweka pembeni hisia zozote ambazo hazikuwahi hata kupata nafasi ya kuchanua. Kwa kufanya hivyo, aliamini alikuwa analinda heshima ya wazazi wake na jina la ukoo wao. Kwa nje alionekana msichana mwenye busara na utiifu, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na hisia ya ajabu, sio maumivu bali ukimya mzito. Hakujua kama uamuzi wake ulikuwa ulikuwa sahihi au ulikuwa ni hofu tu iliyojificha kama hekima. Alijipa moyo kwa kusema amefanya kilicho bora, bila kujua kuwa siku moja ukweli ungekuja kuupima uamuzi huo kwa mizani kali zaidi. Tofauti na binti aliyekulia ndani ya kuta za hadhi na maamuzi ya kifamilia, rafiki yake wa karibu alikulia katika maisha yaliyomfundisha kuangalia mtu kwa undani zaidi. Alikuwa msichana mwenye tabasamu la dhati na macho yaliyojaa udadisi wa maisha hakuwahi kuvutiwa na majina makubwa wala magari ya gharama. Kilichomvutia zaidi kilikuwa ni namna mtu alivyozungumza, alivyowaheshimu wengine na alivyobeba utu wake. Rafiki huyu alijulikana kwa kusema anachokiamini bila kuogopa. Alipokaa na binti, mara nyingi alimuuliza maswali yaliyomfanya afikirie zaidi. Kama mtu ana moyo mzuri lakini hana pesa leo, je, atabaki hivyo milele? Aliuliza kwa sauti ya upole lakini yenye uzito. Maswali hayo hayakukusudiwa kupinga familia, bali kufungua akili iliyokuwa imefungwa na mazoea. Kwa rafiki huyo, maisha hayakuwa mashindano ya kuonyesha nani ana zaidi, bali safari ya kujenga uhusiano wa kweli. Aliona ndoa kama ushirika wa kuheshimiana na kusaidiana, si mkataba wa kibiashara. Alisimulia mara nyingi alivyowaona watu matajiri wakikosa amani na watu wa kawaida wakicheka kwa furaha ya kweli. Uzoefu wake ulimjenga kuwa na mtazamo usioyumba. Alipomwona kijana yule hakumwona kama masikini au tajiri, alimwona kama binadamu, mtu mwenye adabu, utulivu na heshima isiyoigizwa. Alivutiwa na jinsi alivyowasikiliza wengine, jinsi alivyonyenyekea bila kujidharau, na jinsi alivyotenda mema bila kutarajia shukrani. Hayo kwake yalikuwa mali ya thamani kuliko pesa. Binti alipomsikiliza rafiki yake, alihisi kama kuna mlango mdogo unafunguliwa moyoni mwake lakini aliuweka hisia hiyo kando, akiamini rafiki yake alikuwa anaota maisha yasiyo halisi. Rafiki huyo hakubishana wala kulazimisha, alitabasamu tu, akiamini siku moja ukweli ungejifunua, kwa sababu kwake tabia njema haifichiki milele, hata ikifunikwa na mavazi ya umasikini. Kadiri siku zilivyopita, rafiki wa karibu wa binti alizidi kumwona kijana kwa macho tofauti na wengine. Hakumwangalia kwa kile alichokosa, bali kwa kile alichobeba ndani yake kila walipokutana aligundua utulivu wake haukuwa wa kujifanya, na maneno yake hayakuwa mengi, lakini yalijaa maana. Alizungumza kwa heshima, akisikiliza zaidi kuliko kuongea, sifa ambayo kwa rafiki huyo ilikuwa ishara ya utu uliokomaa. Walipokaa pamoja mara chache kuzungumza, hakumsikia kijana huyo akilalamikia maisha wala kuwalaumu wengine kwa hali yake. Alisimulia ndoto zake kwa unyenyekevu, akiongea juu ya kufanya kazi kwa bidii, kusaidia wengine na kuishi maisha yenye maana. Hakutaja utajiri wala mafanikio makubwa, alizungumza juu ya amani ya moyo. Maneno hayo yalimgusa rafiki kwa njia ambayo hakuitegemea. Rafiki alianza kujiuliza maswali magumu: je, ni nini hasa kinachofanya mtu afae kuwa mwenza wa maisha? Je, ni akaunti ya benki au tabia inayodumu hata pale mali inapopotea? Alipotafakari majibu yalikuwa wazi kwake. Aliona ndani ya kijana huyo mtu ambaye angeweza kushirikiana naye maisha bila hofu ya kudharauliwa au kutumiwa. Uamuzi wake haukuwa wa haraka wala wa kishindo. Alikaa na nafsi yake akipima hofu na matumaini. Alijua jamii ingemhukumu na hata rafiki yake angeweza kushangaa, lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti ya utulivu iliyomwambia, alikuwa anaona kitu ambacho wengine walipuuza. Alipoamua alifanya hivyo kwa amani isiyoelezeka. Alipomwambia kijana kuwa alikuwa tayari kuolewa naye hakutaka ahadi za mali wala maisha ya kifahari alitaka ahadi ya heshima, uaminifu na kushirikiana katika hali yoyote. Kijana alimtazama kwa mshangao, macho yake yakionyesha hisia nzito alizozizuia kwa muda mrefu. Hakumweleza ukweli wote juu ya maisha yake, si kwa udanganyifu, bali kwa subira. Rafiki huyo alikubali bila kujua siri kubwa iliyokuwa inasubiri kufichuliwa. Habari za uamuzi wa rafiki ziliposambaa, zilifika kwenye masikio ya familia kama mzaha usio na ladha. Ndani ya sebule ile ile iliyopambwa kwa fahari, vicheko vya dhihaka vilichukua nafasi ya mazungumzo ya busara. Ameamua kushuka daraja mwenyewe, mmoja alisema kwa sauti ya kejeli, akitikisa kichwa kana kwamba anaomboleza jambo lisilorekebishika. Kwao uamuzi huo haukuwa ishara ya ujasiri, bali uthibitisho wa upungufu wa mawazo. Rafiki alipofika nyumbani kwa binti, macho mengi yalimtazama kwa kipimo kipya. Hakualikwa kuketi kama zamani, alisimamishwa na maswali yaliyofichwa ndani ya tabasamu bandia. Aliulizwa na mpango gani wa maisha, ataishije bila msaada wa mali, na kama alikuwa tayari kukubali maisha ya tabu. Kila swali lilikuwa kama sindano ndogo iliyochoma heshima yake polepole pole. Maneno yalitupwa kama mzigo mzito. Wengine walimwambia wazi kuwa amejiharibia mustakabali, wengine wakamshauri kwa dharau ajifunze kwa waliokulia juu. Hakuna aliyemuuliza kama alikuwa na furaha wala kama aliona amani katika uamuzi wake. Kwa macho yao, thamani yake ilishuka mara moja alipochagua mtu asiye na hadhi walioizoea. Hata binti, rafiki yake wa karibu, alishindwa kumlinda kikamilifu Alikaa kimya mara nyingi, akihisi kuvutwa kati ya urafiki na msimamo wa familia. Ukimya huo ulimuumiza rafiki zaidi kuliko maneno ya dhihaka, lakini hakulalamika. Alijua binti alikuwa amefungwa na minyororo aliyokulia nayo. Pamoja na dharau zote, rafiki alibaki thabiti, alijibu kwa upole akitabasamu, bila kujilazimisha. Ndani ya moyo wake kulikuwa na msimamo usioyumba, alikuwa amechagua kwa sababu sahihi. Alionekana kama aliyeshuka hadhi mbele ya jamii, lakini moyoni alijua hakuwa amepoteza chochote cha thamani. Hakujua kuwa muda mfupi ujao wale waliomdharau wangelazimika kutazama upya maana ya hadhi walioitukuza sana. Baada ya ndoa yao kufungwa bila makelele makubwa wala sherehe za kifahari, maisha ya rafiki na kijana yaliendelea kwa mtiririko wa kawaida. Walihamia katika nyumba ile ile ndogo ambayo kijana alikuwa akiishi awali hakukuwa na mabadiliko ya ghafla, hakuna samani mpya za gharama wala dalili zozote za utajiri. Kila kitu kilibaki kama kilivyokuwa, kana kwamba ndoa haikubadilisha chochote isipokuwa kuongeza sauti mbili ndani ya nyumba hiyo ndogo. Kijana aliendelea na ratiba yake ya kila siku, aliamka mapema, akijiandaa kwa utulivu na kutoka kwenda kazini kwa miguu au usafiri wa kawaida. Hakuwahi kujifanya zaidi alivyo, wala hakumwonyesha mke wake maisha tofauti na yale aliyokuwa akiishi. Unyenyekevu wake haukuwa mzigo, bali ulikuwa sehemu ya tabia yake. Alifanya kila kitu kwa nidhamu, akiamini heshima huanza na jinsi mtu anavyoishi maisha ya kila siku. Rafiki naye alijifunza haraka kuishi katika mazingira hayo bila malalamiko. Alipika mwenyewe, akasafisha nyumba na kupanga bajeti ndogo kwa umakini. Hakujiona kama aliyepoteza kitu aliona kama alikuwa amepata mshirika wa kweli. Kulikuwa na nyakati za changamoto, hasa pale walipolazimika kubana matumizi, lakini hakuwahi kulaumu uamuzi wake. Kila jioni waliketi pamoja, wakizungumza juu ya siku yao kwa furaha ya kawaida, lakini ya dhati. Hakukuwa na safari za kifahari wala zawadi za thamani, lakini kulikuwa na amani. Kila walipokumbana na dhihaka za nje, waliimarishana kwa maneno machache yenye uzito. Kijana alimheshimu mke wake kwa vitendo vidogo: kumsikiliza, kumsaidia na kumjali. Rafiki aliona hapo ndipo ndoa ilipata maana yake ya kweli. Kwa macho ya jamii, waliishi maisha duni yasiyo na mvuto, lakini ndani ya nyumba ile ndogo kulikuwa na utulivu ambao haukununuliwa kwa pesa. Walikuwa wanaishi maisha ya kawaida bila malalamiko, bila kujua kuwa unyenyekevu wao ulikuwa unakaribia kuwa daraja la kufichua ukweli ambao ungegeuza kila kitu. Mabadiliko hayakuja kwa kishindo, bali kwa ishara ndogo ndogo zilizowafanya watu waanze kujiuliza maswali. Kwanza, rafiki alianza kuona vitu visivyoendana na maisha waliokuwa wakiishi. Siku moja kijana alipokea simu ndefu, akizungumza kwa sauti ya heshima lakini yenye mamlaka ya ajabu. Alitumia maneno ya kibiashara ambayo hayakuwa ya mtu wa maisha ya kawaida. Alipomaliza, alitabasamu tu na kuendelea na shughuli zake kana kwamba hakuna kilichotokea. Baadaye kulikuwa na watu waliokuja kumtafuta nyumbani. Hawakuwa wamevaa kwa anasa, lakini mienendo yao ilionyesha nidhamu na utii. Walizungumza naye kwa heshima kubwa, wakimwita kwa jina lake kwa tahadhari, kana kwamba alikuwa na nafasi muhimu. Rafiki aliona hayo yote kwa macho ya mshangao, lakini hakumuuliza chochote. Alijifunza kumwamini hata pale alipoanza kuona vitu visivyoeleweka. Hata nje ya nyumba, dalili zilianza kuonekana. Watu kazini walimsalimu kijana kwa namna tofauti, baadhi wakionyesha hofu ndogo, wengine wakimwomba ushauri. Kulikuwa na nyakati alialikwa kwenye mikutano ya ghafla, akiondoka bila kueleza mengi, alirudi akiwa mtulivu ule ule, kana kwamba alitoka sokoni tu, jambo lililoongeza fumbo. Maswali yalianza kumzunguka rafiki kimya kimya: je, ni nani hasa mwanaume niliyemuoa? Kwa nini watu wanamheshimu kiasi hicho? Lakini hakukimbilia majibu. Aliona jinsi kijana alivyomjali na kuendelea kuishi kwa unyenyekevu, jambo lililompa imani kuwa hata kama kulikuwa na siri, haikuwa ya kumuumiza. Habari zilipoanza kuenea nje, familia ya binti nayo ilianza kusikia minong'ono. Majina ya makampuni, mikataba na mali yalitajwa kwa sauti za chini. Taharuki ilianza kuingia polepole pole, kama upepo wa kabla ya dhoruba hakuna aliyekuwa na uhakika kamili, lakini kila mtu alihisi kuwa kulikuwa na ukweli mkubwa uliokuwa ukisubiri kujifunua, ukweli ambao ungepindua dhana zote walizokuwa wamezishikilia kwa muda mrefu. Siku ile ilifika bila onyo. Kwenye hafla ndogo ya kikazi, mtu mmoja alitajwa kumkaribisha kijana kwa heshima ya hali ya juu. Alipoingia, suluhu zake na jinsi alivyotulia walivutia kila mtu. Hapo ndipo ukweli ulipoanza kuibuka wazi. Kijana huyu hakuwahi kuwa maskini kama walidhani. Alikuwa mwana wa bilionea mkubwa, mtu mwenye mali na ushawishi ambao jamii yote ilitaka kumheshimu. Habari hiyo ilisambaa haraka zaidi ya moto wa nyasi kavu. Rafiki alikumbuka macho ya binti kwa mara ya kwanza, kuangalia kwa mshangao, kisha kwa kutikisa kichwa. Familia yote ilishangaa, midomo ikibaki wazi kwa mchanganyiko wa mshangao, aibu na ajabu. Waliokuwa wamemdhihaki rafiki sasa walihisi dhihaka lao wenyewe. Kila maneno ya kejeli na dhihaka yaliyokuwa yametolewa kwa rafiki yalirudishwa nyuma kama kipigo cha kinyume. Jamii ilianza kuzungumza juu ya mabadiliko ya ghafla. Huyu ndiye huyu ndiye aliyeonekana masikini, walinong'ona wenye mshangao. Kila mtu aliangalia kijana na heshima mpya, baadhi wakidhani kuwa huenda alihitaji muda kidogo kujionyesha. Familia ya ya binti ilikuwa kwenye taharuki ya ndani. Hadhira yote ilishuhudia jinsi dhihaka zao na na msimamo wa heshima ulikuwa na matokeo yasiyotarajiwa. Binti alijisikia mchanganyiko wa hisia, furaha kwa rafiki wake, ajabu kwa heshima iliyoibuka na aibu kidogo kwa msimamo wake wa awali. Rafiki kwa upande wake hakujiona ameshinda, bali alibaki mtulivu. Aliendelea kuishi maisha ya kawaida na mke wake, lakini sasa kwa heshima kubwa na mtazamo tofauti kutoka kwa kila mtu aliyejikuta akimzunguka. Ukweli huu haukufanya tu washangwe bali pia ulikuwa funzo kwa familia na jamii. Wote waligundua kuwa dharau au kuangalia mtu kwa sura ya sasa inaweza kuwa kosa kubwa. Waliweza kuona kwa macho yao kuwa heshima ya kweli haitegemei mali inayojulikana bali utu na tabia ya kweli ya mtu. Ukweli huu ulikuwa funzo lisilo sahihi lakini lenye nguvu kubwa kwa kila anayeliheshimu. Baada ya ukweli kufichuka, nyumba ile iliyokuwa imejazwa heshima na hadhi sasa ilijaa ukimya wa majuto. Binti aliketi pembezoni mwa kiti chake akitafakari kila uamuzi aliyofanya, kila maneno aliyosikiza kutoka kwa wazazi wake, kila tahadhari aliyofuata; sasa yalionekana kama vizuizi vilivyomzuia kuona ukweli. Alijilaumu kwa kutoweka woga wake wa moyoni mbele ya ukweli, kwa kuzingatia maoni ya familia badala ya kuchunguza kile kijana aliweza kuwa kweli Familia ilibaki kinyume, kila mzazi akiwa na hisia ya aibu na majuto. Walijilaumu kwa kudharau mtu bila kujua hadhi yake ya kweli. Kila dhihaka, kila kejeli walizotolewa kwa rafiki yake sasa vilionekana vibaya, na midomo yao ilibaki wazi, wakijisikia hawakufanya haki kwa mtu ambaye hakuwahi kuonekana kuwa maskini tu. Familia yote ilijifunza kuwa dharau la heshima linaweza kuwa na matokeo yasiyotarajiwa na kuleta aibu isiyo ya lazima. Binti akiwa na macho yaliyojaa uchungu na kufahamu Aligundua kuwa dhana za jamii na mawazo ya wengine hayapaswi kumfunga mtu katika sura zilizowekwa kwa kuangalia mali au hadhi ya sasa. Alijua sasa kuwa tabia, utu na moyo wa kweli wa mtu ndizo mali zinazopimika kweli. Ndipo alipoanza kuelewa kuwa mtu asiyeonekana tajiri au maarufu kwa nje anaweza kuwa na thamani kubwa zaidi ya mali yoyote. Funzo lilikuwa wazi, usifuate mawazo ya watu bila kuchunguza ukweli. Kila uamuzi unaofanywa kwa dharau unaweza kuleta majuto yasiyotarajiwa. Binti alijifunza kuwa heshima, uamuzi wa moyo na upendo wa kweli hauwezi kupimwa na mali, sura au dhana za jamii. Familia ilijifunza kwa gharama yao. Rafiki aliishi maisha yenye furaha na amani, huku wengine wakitazama na kujifunza kuwa dharau na mawazo yaliyofungwa mara nyingi yanapelekea aibu na maumivu yasiyo ya lazima. Hapo pale, binti na familia walikuwa wamebadilika ndani, wakijua kuwa upendo, tabia na haki ni mali ya kweli inayoshinda heshima ya muda mfupi. Funzo hili, ngumu na lenye nguvu, lilikuwa funzo lisilo sahihi tu, bali la kudumu, hakika. Kweli haichunguzwi kwa sura tu.